Had nampa na mwisho ntakutaka useme kwa nini wamepewa mwanamme mara mbili ya mwanamke, lakini mwanamke ndo kapendelewa. Kimato wa kawaida unaona, amekaa kapendelewa mwanamme, lakini kapendelewa mwanamke ndo kichokuzazungumzwa. Siongezi sana Sharifu, lakini cha pili ametuzungumza adabu, al-adabu

na kumtakia ziada na rehma bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sadatu alhudhur hadhara yetu hii ina bahati kubwa sana ya kupata sharifu kuwepo yeye ndio murabi na hawa Sada Ali Baalawi, hawa ndo wameeneza Uislamu ulimwengu mzima. Ukienda Indonesia, Malaysia, Singapore ni Sada Ali Baalawi wamepeleka Uislamu kwa tabia zao njema na subira kubwa na fiqhi isomeshwa duniani, dunia nzima mpaka Azhari Sharif, fiqhi ya Kishafi'i. Hakuna sehemu fiqhi utakuta imeshereheshwa kama Hadharamot. Sehemu gani duniani? Hakuna kitabu cha Almuqaddimatu lhadaramia sehemu gani duniani? Hakuna safina kote. Siri yake ni hawa sada Ali Baalawi. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atunufaishe kwao. Mwenyezi Mungu atuondoshe mabalaa, atuletee mvua yenye kheri katika mji wetu. Ndugu zangu kaka yangu na ndugu yangu Sheikh Rashid ameniashiria niseme, lakini siku zote huwa ninasema kusimama mbele ya wakubwa ni baraka na inakuwa ni ijaza. Ukisimama mbele ya wa watu wema ukawaona wakakuona, hakuna kitachokudhuru baada ya hapo. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, alainu haqq, jicho baya lipo, lakini kinyume chake pia kipo, kwamba jicho zuri nalo lipo. Yuko mtu akikutazama, wakikaa wawili, ule umeme wa pale kaanza unaungua hapo hapo, hata kama imetoka Dubai au Maskati. Hasidi kaka hapa, hasidi kaka hapa, ukapita kati una umeme hapa, sijui watizake si ni ngapi? Lakini vile vile watu wakheri wakikutazama ukawaona na wao wakakuona, Mwenyezi Mungu subhanahu wataala anakubadilisha wewe kutoka hali fulani kwenda hali fulani. Mmoja katika wanazuoni alikwenda kusoma pahala, kamkuta shekhe mtu mzima Alivyomkuta shekhe mtu mzima, akaingia unyonge. Mwanafunzi akiwa anataka kusoma kwako, kwa hajasoma anasikia unyonge. Shekhe akamwambia neno moja, shukuru nimekuona na umeniona wahadha, salamu alaikum. Akamwambia hivyo, shukuru nimekuona na wewe umeniona kapata nadhara ya watu wakubwa. Kwa hiyo sisi tukipata nadhara za watu wakubwa, kwetu sisi ni fakhri na kwetu sisi ni bahati kubwa. Ulimwengu tunaenda nao wakiondoka, hawa wanabakia watu magmash. Ana balagha nyingi hapa mpaka mbinguni ana nahau nyingi hapa mpaka New York, lakini huyu kakosa tarbiyatun rabbaniyah, malezi ya kimungu. Sasa tukiwa nao hawa tuwashike, Mwenyezi Mungu atunufaishe kwa watu hawa, na hiyo ndo silsila yao Al-Imam Ghawthul Bilad

ambayo mtume ameifanya ame, ame ila mimi ninataraji sunna hiyo na miye nimeshaifanya. Alimamu Lhaddadi alikuwaoni, siku moja ametembelewa na wageni, katika kuwapa kinywaji ameingia nzi katika kile kinywaji, katika wale wageni Imamu Haddadi akamwambia ule mtu mtoyo nzi wenye macho hawakumwona, na yeye ambayo macho yake haoni kamuona. Yule mtu wao nani? Na sisi nani? Watu hawa nyeo zao walizitakasa, walikuwa wanamtaka Mungu. Sala Allah, Sala wa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na radhi za Mwenyezi Mungu

Waislamu watakiwa oneani huruma wao kwa wao, tarahum rukaan sujadan yabtahuna fadlan min allahi wa ridwana. Hao ndo watu wa kimungu watu wa kimtume sallallahu alaihi, wao wakifanya wa mambo yao, mwisho wanataka radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wataala kwa kumaliza

Hawa waliishi humo maqamul ihsan katika ibada wenyewe, watu wakubwa alarifuna billah. Kuna daraja inafikia inaitwa maqamul ihsan, watu wakubwa wote na mtume Muhammad, wao katika daraja zao za ibada walikuwa wanafanya ibada katika daraja daraja ambayo inaitwa maqamul ihsan eh. Huwa maqamul ihsan, maqamu ya jamaa Makamu ihsani katika ibada nipi. ni ipi? Ni kumwabudu Mwenyezi Mungu zaidi ya kile ambacho wamekufaradhishia. Kwa mfano, swala tano ni wajibu kwa kila Muislamu baligh. Wewe, ukawa unafanya zaidi ya swala tano ukawa kwa siku umejiwekea mimi siku haitopita isipokuwa nitaswali raka ishirini au thalathini nje na zile ambazo Mwenyezi Mungu subhanahu wataala amenifaradhishia. Kutoa zaka ni wajib, ukasema mie sio zakat, lakini katika kila maulidi au katika kila sehemu ya kheri, nitapeleka ng'ombe wawili au mbuzi wawili. Katika kila ibada we unazidisha, hiyo inaitwa maqamul ihsan, ndio wakubwa waliishi nayo. Sasa Mwenyezi Mungu anatuelezea hapa katika Dhariati, innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu min allaili qalilan ma yahjaun, kile wanachokilala usiku kilikuwa ni kidogo. Au watu wakubwa, Mwenyezi Mungu anasema kuwaelezea hao watu, watu wema, kitu ambacho walikuwa wanakilala usiku kilikuwa ni nini? Kidogo. wa bil ashari hum yastaghfirun. Hakuna sehemu aya wala hadithi ambaye amesema ni faradhi usiku watu wakae wafanye istighfar, lakini hao watu wakubwa ambao wamefikia makamu ihsan, wao usiku wakisimama wanamuomba Mwenyezi Mungu msamaha. Hata ukiisi una dhambi, kule kuisi we una dhambi ndio dhambi yenyewe. kullubni adam khata hiyo nisba wa khairul khata'in atawabun kila binadamu amenasibishiwa na kukosea, wa na wakoseaji bora ni wale wenye wa kutubu na kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Umar bin Hafiz Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, mmoja katika sada Ali Baalaw, hafidhahu llahu wa atala Allahu baqa'ahu. Siku moja katika ziara zake za dawa alikuwa na Marekani Akawambiwa, Habibu, sisi watu wa Marekani tunaupenda sana Uislamu, tunakupendeni nyinyi watu wa heri. Sisi tuna kadhia zinatusumbua pa Marekani. Kwanza, mziki unatusumbua kuuacha, tunaupenda sana lakini la pili, sisi tuna shida ya wanawake zinaye natusumbua. Tunatubu siku mbili, tunarudia, tunatubu, tunarudia, tunalia saa zingine, kesho kama ukulia jana, tufanyeje Habibu? Habibu Umar hafidhahullah akasema: tubu na rejea kwa Mola wako walau alfa marra, japo mara elfu moja kwa siku. Akaendelea kusema Mwenyezi Mungu akiona subiq na ukweli katika moyo wako kwamba wewe unaumia katika kile unachokifanya, japo kuwa narudia rudia, basi Mwenyezi Mungu siku moja atakung'oa na atakutoa katika yale mazambi. Hao ni watu wamemjua Mwenyezi Mungu hata katika usulubi za dawa zao, wanajua wazungumze vipi na watu. Tarika zao za dawa ni al-irshad, ni kuongoza watu, sio hujumu kushambulia. Kila ukisema wewe unajitoa, nyie watu, wewe nani? Wewe nani? Wewe pia si mtu, mmeona watu wakubwa hao. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala akasema kule, wa fi amwalihim "Haqqun lisaili wal mahrum", kule ni haqqun maalum katika Suratul Ma'arij, wakati anawaelezea waumini, illa almusallin, kule akasema katika mali zao kuna haki maalum, kwa maana ya zaka hiyo. Anaelezea Mwenyezi Mungu ibada ya fardhi zaka, lakini huku kwa sababu anaelezea maqamul ihsan akasema, wa fi amwalihim haqqu lisaili

Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amwambia mtume wake qum laila illa qalila, usiku wote simama isipokuwa sehemu ndogo katika usiku usisimame. Si ilikuwa inatosha mtume, kaswali swala tano zinamtosha? Si kwa sababu mtume Muhammadi ni kiigizo chema, na mungu ili kaliweka wazi kwamba yeye alikuwa analifanya. Sasa madha kana yafalu rasulullah fi qiyamihi

Akawa namuuliza ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, unasimama usiku mzima mpaka miguu inavimba, hii kwa nini usimami na wewe ni, ni maghfurul lak? Saidina Muhammad akawa namjibu, afala akunu abdan shakura, kwani mimi nikimshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii shida iko wapi? Mimi ndio mbora wa mitume yote, shafaatul udhma nimepewa mimi siku ya kiyama kwani shida iko wapi? Mimi nikimshukuru Mwenyezi Mungu, mbona hiki ni kidogo ninachokifanya kuliko kile nilichopewa na Mwenyezi Mungu. Hao ndo watu wa usiku. Na hapa tuchukue kwa mtume, ukisimama usiku acha kujiombea ugali au mwenye nyumba kusahau kodi yake, uombee hurma umma. Lia ya rabi, kuna walevi hamsini katika mtaa wangu. Mwenyezi Mungu ya rabi, watu hawa wakifa hivi wanakwenda motoni, Mwenyezi Mungu waokoe. Hizo ndo darja na ndo makamu ihsan. Ukisikia walii wa Mwenyezi Mungu ni hivyo, sio kuswali hivi, hivi tu na kusoma nani jaushanil kabiri hamsini kwa siku. Watu wa, wa kimungu na watu wa makamu ihsan wanafikiria umma namna gani utaokoka, kwa sababu watu wakifa katika dhalal, na wewe ni mwanachuoni unapasua nazi tu unazikuangua. Qurani unaifanya juisi, we umo lazima huku juisi tengeneza dadawa pia, unapeleka sio juisi tupu tu, juisi mpaka unafana juisi bwana. Kwa hiyo ndugu zangu, katika imani, huyu ndo alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na haya ndio maisha yake yalioishi. Kwa hiyo mimi na wewe tuishi katika maqamu lihsani, tumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zaidi ya kile ambacho ametuwekea zaidi ya kile ambacho ametufaradhushia. Kwa kufanya hivyo sisi tutakuwa min awliya illa, katika watu wakubwa. Namtaja mtu mmoja wa mwisho ni kai chini Alhabib Abdulqadir bin Ahmad As-Saggaf. Mwanachuoni huyu wa yeye alikuwopo Madina, Madina umaka ni katika walimu Alhabib Al-Jufri Bin Abdurrahman Zainul Abidin. Yeye amechukua pale kwa mzee wake kisaiki ki nimekisikia kwa Habibu Jufra na kihadithia. Nami nimepata bakhti Habibu Jufri, nimemuona na kaniona. Nimepata bakhti Habibu Omar, kaniona nimemuona. Nimepata bakhti nimemuona al-Habib Salim Shaturi, kaniona na nimemuona. Nimepata bakhti nyingine, al-Habib Ali kaka yake na Habibu Umar. nimemuona na kaniona, bahati kubwa. Wengine anaona raha akipiga selfie na profesa Pakome hey, ndio, japo juzi tu jambo msiba umetokea kule <laughs> sasa anahadithia anahadithia, Habib Jufri anasema wakati yeye ana umri anakaribia kubale, alikuja tajiri mmoja katika matajiri wa Maka Maka au Madina kule, akaja na riali, anasema zile riali zilikuwa milioni moja riali. Siku moja nimekaa nikapiga hesabu na hela zetu za hapa za mkoroshoni, nikapata imefika kama milioni mia sita ile hela ukichukua. Okay, hata wewe chukua currency ya Saudi riali ya sasa hivi na T shillings, fanya evaluation hiyo, hesabu fanya comparison huku na huku, utapata hesabu zilikuwa kiasi gani. Alhabib Abdul Qadir bin Ahmad Sagaf mzee yule baada kushukiwa na lile roba la hela akaanza kulia sana, akalia kwa kwiki bukaan marira akalia, akamwambia hii, huu moto umenifuata. Ingemfuata mtu ajuisi ikwaje? <coughs> alivyopewa zile pesa Akamwambia e, Ali, mimi na wewe tuzungu, tuzunguke tuzigawe hizi pesa. Akazunguka naye zile hela akawa anazigawa nyumba ambayo ina wakina mama, anamwambia wewe, sasa hivi unakaribia bale, nyumba hii haifai kuingia ndani, wewe gonga tu, waambie tu hapa nje kuna mzigo wenu. Ni mtu mzima alikuwa na, mjukuna, na mwanafunzi wake lile roba la hela riali milioni moja wamezigawa wamezigawa mpaka zimeisha. Wao nani sisi nani? Yes, naam Allah habibu kaniweka sawa zaidi, anasema kuanzia ya dhuhuri mpaka alasiri roba lote limekwisha la kugawa fedha maana kisa anachotoa maana yake ni cha kweli, mpaka Said amekithibitisha. Kwa hiyo ndugu zangu, hawa watu walikuwa wamefikia daraja za juu sana. Nyinyi wanafunzi wenzangu ambaye mnasoma bado kama mimi, tutafute ilmu kwa kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya hapo, tukausaidie umma. Mwenyezi Mungu ametuandikia, kuna mwingine, wewe lazima utaishi kijijini, hata utake mji mji utakutema au kutaki hacha kung'ang'aniza kukaa mjini, na kuna mwingine wewe lazima iwe itavyokuwa, mji unakutaka hata utoke, mji hutaki uende mji, lazima unakuhitaji. Kwa hiyo tujue daraja hizo ndizo ambazo walipita wakubwa, talabna lilma li ghairillah fa abal li ilmu illa an yakuna lillah. Ssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. masha mashallah talabna lilma li ghairi llahi faaba an yakuna illa lillahi. Ila juisi tumeipata, sio tutengeneza juisi tu, pia tuombe ma watu kwa watu wema juisi, manake kombe kombe tuandike, lakini ndio maana juisi eh, tafsida msije vingine, mlezi. Mimi nitarahika ilimsikiliza Sheikh wakata akanambia kwamba hapana tumalizie tu jambo ametosheka akusema. Lakini pia ni kwamba wao katika hiyo nafasi wameitoa, Shekhi wakati ameachia mimi nafsi yangu kwatu, ili mpaka useme wewe ndio itakwatuka, sivyo bado inshallah, nisikie hata neno la irshadi kwako, useme, utuamrishe, utuambie.